Baada ya kuwa hawa jamaa mambo yameshindikana yale ya katiba na kuondoa wakinamama, wakasema wao maridhiano mwisho, hawazungumzi tena, wakajitoa. Sasa walipojitoa, ndio wakaja na kauli yao mbiu inasema, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hautakuwepo eh, uchaguzi eh usiwepo eh. Kwa sheria gani? Kwa kifungu gani cha katiba kinachoahirisha uchaguzi? Maana katiba ya nchi inasema uchaguzi utafanyika kila baada ya miaka mingapi? <coughs> <coughs> na kwamba na kwamba hauwezi kuahirishwa isipokuwa kama kuna vita. Sasa huku Tunduru nyinyi mna vita? <coughs> na hakuna vita Tanzania kwa hakuna uwezekano wa namna yoyote kwa kuzingatia katiba na sheria za Tanzania, ambao unaweza kusema uchaguzi utaraji utaaji. Nawaambia haya kwa sababu nyinyi ni viongozi wa watu, au wa sio? Unajua kauli mbiu huwa ziko nyingi na huwa zinakuja na kupita. E, wakati fulani wakina Chadema walikuwa na kauli mbiu moja inasema M4C na ilikuwa na magari mliyaona, bado yapo, wamegawana <laughs> wamegawana <laughs> yale magari walikuwa na kauli mbiu inasema, no hate, no fear. Wao kauli mbiu zao za Kiingereza, yaani hakuna chuki, hakuna kuogopa, lakini walipofanya uchaguzi wao ulijaa chuki na matusi na kauli mbiu ile ikafwa na hii nyingine hii ya no, no, no, no, no reform no election ni kauli mbiu, na wala isiwazuie kuchuma korosho, isiwazuie kupiga salfa. Hamna kitu hapo, nyinyi endeleeni kwenda kujiandikisha. Narudia, hiyo ni kauli mbiu ambayo mwisho wake na unakaribia kwa sababu hata juzi walikuwa Kondoa, katibu mkuu wa chama hicho alikuwa Kondoa, akaenda akawaambia, ah, no reform no elections, hakuna kukura. Wakamwambia si tunaenda kupiga. Wale wa Kondoa irangi wa tena ma, macho macho hicho tunaenda kutiki mwezi mwezi wa Oktoba. Sasa wanaokubaliana, wanaokubaliana kutiki Oktoba hivi, mnyoshe mkono Oktoba tunafanya nini? Tiki. Tuna hey, tena tiki kubwa kabisa. Na nyinyi mabalozi, tueni watu wetu waende wakapige kura, wakatiki, na tiki yenyewe rahisi, maana unaona CCM na alama ya jembe na nyundo utamuona Samia, utamuona Nchimbi, alafu mbele hawa watu wawili unaweka nini? Tiki.